Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya kipindi hiki cha Juma Kuu, ikiwa leo tunafanya tafakari kubwa kabisa ya Alhamisi Kuu. Somo la kwanza tumelisikia linatoka kitabu cha Kutoka, ile sura ya kumi na mbili aya ya kwanza mpaka ya nane na ile ya kumi na moja hadi ya Somo la pili, waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 11 aya ya 23 mpaka 26. Injili Injili ya Yohani ile sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 15. Somo la kwanza ni simulizi ambayo si ngeni sana katika masikio yetu, hasa sisi ambao tu wa Kristo ambao tunatafakari sana mafumbo haya ya Pasaka isimulizi ya wana wa Israeli kuvuka eh, kutoka katika utumwa huko nchini Misri. Ni katika tukio hili Pasaka inaakisiwa, wanakula Pasaka, wanafanya tendo hili la kipasaka kwa mara ya kwanza kabisa. Tendo hili la kukombolewa lilikuwa kubwa na ilitakiwa kufanyika kila mwaka. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka, kama tulivyosikia, ile sura ya 12 aya ya 14, kilichotokea ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni Mungu kuingilia kati na kuwaokoa wana wa Israeli katika utumwa nchini Misri na kuwaweka katika uhuru au kuwapeleka katika uhuru katika nchi yao ya ahadi. Tendo hili lilifanyika usiku, na hawa watu walifanya tukio hili au walikula karamu hii kwa haraka sana. Walikula mikate e, isiyotiwa chachu, kwa sababu hakukuwa kuna muda tayari wa kupoteza. Ilikuwa ni wakati wa kuondoka. Viuno vyao vilikuwa vimefungwa, fimbo zao wamezishika tayari mkononi, tayari kwa haraka na viatu vyao wamevaa tayari, safari ya kutoka katika utumwa ilikuwa inaanza. Walifanya tendo hili na walisherekea tendo hili, na iliwakumbusha mambo makubwa sana ambayo Mungu aliwatenda ayo, aliyatenda katika maisha yao. Damu ya mwana kondoo iliwakomboa dhidi ya malaika wa kifo. Watu hao walisherekea na walifurahi sana na naomba nikwambie, tendo hili walilofanya lilikuwa naakisi tendo kubwa baadaye, ambalo lingetokea katika maisha ya kuja Masia ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye anatukomboa si tena kutoka Misri kutupeleka nchi ya ahadi, bali anatukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi na kutufanya tuwe huru anatukomboa kutoka katika nchi yetu hii ambayo ina mateso na manyanyaso kutupeleka katika ulimwengu ambao tuko huru kumwona Baba yake kuwa mbinguni. Naomba ieleweke, Pasaka yoyote ile iweke alama. Pasaka kwa wana Israeli iliweka alama na hii alama waliikumbuka Pasaka ya mwaka huu, jiambie mwenyewe iweke alama iwe kweli ni safari yako ya kuvuka kuvuka kutoka mauti kwenda uzima, kutoka chuki kwenda kwenye furaha, kutoka kwenye masengenyo wa asira kwenda kwenye mapatano, kutoka kwenye uchumba sugu kwenda kwenye ndoa, kutoka kwenye vilema kwenda kutembea vizuri kabisa bila kilema chochote. Naomba kama pasaka hii ilivyoweka alama katika maisha ya wana Israeli na kaikumbuka kila siku, Pasaka ya mwaka huu iweke vile vile alama katika maisha yako. Ndugu zangu, mtoto mmoja alilalamika alilala, eh, kwamba hajabatizwa lakini mama yake ndio alikuwa kwanza kulalamika. Alikuwa analalamika kwa sababu gani? Anasema kanisa linakataa mwanangu kubatizwa Kwani mtoto anakosa gani? Kwani mtoto ana shida gani mpaka asibatizwe? Nilisema ni sawa, kwa sababu ni mama alikuwa anaumia. Nikasema ni vile vile Mungu anaumia sisi tukibaki katika dhambi, vile vile tukibaki katika uchumba sugu, vile vile kama wazazi tunavyoumia tukiona mtoto wetu anapotea, mtoto anaangamia, ndio Mungu anavyoumia akituona sisi tunaangamia, tunatumia vibaya uhuru wetu. Pasaka hii iwe alama ya kutuvusha sisi kutoka katika yale maisha tuliyozoea kwenda katika maisha mapya. Somo la pili, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 11 aya ya 23 mpaka 26, anaeleza wazi kile alichokipokea kutoka kwa Bwana. Anaeleza namna karamu ya mwisho iliyofanyika, namna Kristo aliyekuwa sasa kondoo alivyojitoa mwenyewe kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Alitoa mwili wake kwa ajili ya wote, alitoa damu yake kwa ajili ya wote, na ndio hicho kanisa linachokifanya usiku na mchana. Tangu kipindi hicho kanisa linaadhimisha hii sakramenti, linaadhimisha hii Pasaka si tu kwa kukumbuka, bali kwa kufanya kile kile alichokifanya Yesu Kristo alipokula karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake. Naomba niwambie, ni jambo la heri sana naabia tena kuwa Mkatoliki, kwa sababu ni katika sadaka ya misa takatifu tunashiriki kwa namna ya pekee, tukio ile linakuwa jipya kabisa, linakuwa ni lile lile alilolifanya Yesu Kristo. Naomba niwambie, ni neema na baraka hii kuwa Mkatoliki, na lazima tujivunie hivyo. Paulo alijivunia na sisi lazima tujivunie. Katika somo la injili tumesikia Yesu Kristo akifanya makuu, ilikuwa ni kalamu yake ya mwisho, lakini kuna makuu mengi hapa. Ndugu zangu katika Kristo, naomba niambie, katika sherehe ya leo au katika siku hii ya leo, kuna mambo makuu matatu ambayo lazima kila mmoja atafakari vizuri na tuielewe. Cha kwanza ambacho kinafanyika katika sherehe hii ya leo Leo kristu anaweka mambo makuu matatu moja, daraja takatifu la upadri mbili, sakramenti ya ekaristi takatifu tatu, amri kuu ya mapendo. Naomba niwaeleze vizuri ili muweze kuelewa. Aliweka daraja takatifu la upadre leo. Ni sherehe ya mapadre. Kama unamfahamu padre kokote alipo Leo ni siku yake ya kumtakia heri na baraka, kumwombea ili mungu azidi kuimarisha na kumuongoza katika safari yake. Upadri ni zawadi ambayo Mungu mwenyewe anampa yule anayemtaka e, waraka kusoma uh, kile kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya kwanza haya tano inasema: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla sija kutoa nalikutakasa. Kwa hiyo huyu kuhani, huyu padre Mungu alimchagua tangu tumboni mwa mama yake. Mungu alimuongoza katika hii safari ya wito. Kwa hiyo ni zawadi kubwa sana ambayo eh, naweza akasema Mungu anampa mwanadamu au anampa huyu kimbe chake aliyemchagua. Leo ni sikukuu ya mapadre na naomba niwaambie padre anafanya kazi kubwa sana padri, anafanya kila ambacho Kristo anakifanya katika ulimwengu huu. Kazi yake kubwa ni kutangaza neno la Mungu. Padri usiku na mchana lazima ajue Mungu anasema nini na watu wake. Yeye ni kisemeo au ni spika, ni nabii ambaye Mungu anamtumia kutangaza neno lake usiku na mchana. Mungu anaongea na watu wake e? kupitia huyu padri. Mama Teresa alikuta anasema hivi, Yesu anahitaji makuhani kuleta uwepo wake duniani. Uwepo wa Mungu unaonekana kupitia huyu padri. Padri huyu kazi yake kubwa ni kutangaza neno la Mungu. Padri aongei ya maneno yake, padri asemi aliyo yake, bali anasema ya yale ambayo Mungu amemtuma kusema. Kazi ya pili ya padri ni kutakatifuza na wengi tunafahamu, tunaenda kupokea sakramenti ya kitubio, tunaenda kupata faraja, tunaenda kuonja matakatifu kupitia huyu padri, kiumbe dhaifu kabisa, ambaye mungu anamfanya na, na kumwinua katika unyenyekevu wake huyu binadamu, kama tunavyosoma ule waraka wa Kebrania ile sura 5 ya tano aya ya kwanza, tunatambua hicho kitu na tunazidi kukiwisha kila siku padri huyu Padri huyu yeye anatoa maisha yake kutakatifuza malimwengu kila siku, anaadhimisha sakramenti, anaombea watu, anasali kwa ajili ya watu e, unamkuta kila siku katika sakramenti ya kitubio, ukiomba padri akufanyie e, akufanye uwe mtakatifu. Kazi ya tatu ya padri ni kuchunga e, kondoo wake. Anachunga kwa mfano yake, anachunga kwa maneno yake, anachunga kwa majitoleo yake. Hana cha kulipwa, hana cha kupokea, isipokuwa anategemea neema za Mwenyezi Mungu. Tuombee sana leo mapadri wetu. Hata kama una kazabati kidogo, toa kwa ajili ya padri, leo ni sikukuu yake, mshike mkono na muombe. Wakati mwingine naumiza sana huyu mtu aliyetoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, anaposema mabaya huo, namwita padri baba, inaumiza sana. Ni ngumu sana katika mazingira ya kawaida kusikia baba yako anasema vibaya, inaumiza sana. Hakuna anaweza kukubali baba yake akasemwa yeye akanyamaza tu kimya, lakini katika ulimwengu wa sasa hivi imekuwa ni jambo la kawaida sana watu kuwasema mapadri vibaya, na hakuna anayemtetea padri huyu, saingie ni masingizio tu kabisa. Lakini kama ni baba yako, kama unamwita baba, naomba kuwa na ile heshima ya kibaba kuwa na ile roho ya kutambua huyu ni baba yangu, si stahili kumsema vyovyote vile, na stahili kuficha aibu yake. Wanafahamu wahenga, kipindi hicho hata mzazi aki kosea anasema mzee hakosei. Eh e, tunajaribu kuficha mambo mengine yaende au kumlinda, kulinda ile hadhi baba yako. Uwezo kubali aibishwe, pali ni baba yako. Leo ni nikuombe sana, natambua hilo, muombe sana leo. Kristu vile vile anaweka ekaristi takatifu, sakramenti ya mwili na damu yake. Lazima tutambue sana, ni zawadi ambayo Kristu ametuachia sisi, mimi na wewe. Tunaendelea kumuona kila siku katika maumbo ya mkate na divai. Wakristu wa Katoliki, mna bahati sana na neema sana kumwona kila siku Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Nikuombe ni kuombe sana, chota sana neema za Ekaristi takatifu. Tambua kwamba Kristu anakupenda Ona upendo katika hii Ekaristi takatifu. Kristo anaponitoa anasema, huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu, si maigizo, ni yeye kweli. Ongea naye kila siku e, naomba nikwambie, Mtakatifu Teresa wa Avila anasema hakuna sala yoyote ile ambayo ipati majibu mbele ya Ekaristi takatifu. Yule ni yesu mwenyewe. Usiangaike huko na kule kutaka utafuta miujiza mingine. Muujiza ulio mkubwa ni huyu kumwona Yesu Kristu mwenyewe, na hii ndio zawadi ya Kanisa Katoliki. Hautapata sehemu nyingine yoyote hii nechi, utaangaika usiku na mchana. Kristu ni mwacha kwako, usende kokote. Sali sana, omba sana neema ya kujua nini ambacho kipo katika kanisa takatifu. Ni Yesu Kristu mwenyewe katika maombo ya mkate na divai Anaiweka leo kama ishara ya upendo, ishara ya umoja, ishara au kiini cha maisha yetu sisi kama Wakristo. Bila Ekaristi takatifu hakuna kanisa, bila Ekaristi takatifu hakuna upadri. Naomba niwambie hiyo. Tuko hivi jinsi tulivyo, kwa sababu ya Ekaristi takatifu, ndio kiini na ndio kinachotunganisha sote sisi, akotoa sakramenti ya umoja tangu mwanzo. Usikimbie huu mmoja Usimkimbie huyu Yesu, chota neema hiyo leo. Vile vile, Yesu anaweka anaweka amri mpya ya upendo, tupendane sisi kama wa Kristo. Upendo ni kitambulisho chetu, misalaba ni kitambulisho. Kila mmoja ana kitambulisho chake kazini au popote pale, hata kama mwanafunzi. Upendo ni utambulisho sisi kama wa Kristo, watu watatutambua kiwa tunapendana. Inauma sana Mkristo kukosa roho ya upendo, kukosa roho ile ya kuona huruma. Niwaombe leo, tunapofanya sikukuu hii au tunapofanya hii sikukuu ya Alhamisi Kuu hii, tuonje neema na tuseme tangu moyoni, kuanzia leo tuwe watu wa upendo. Upendo huu uonekane katika ngazi za ofisi zetu, katika biashara zetu, katika familia zetu na katika yote yale tunayoyafanya, Mungu aonekane kupitia upendo. Kwa hiyo leo katika Alhamisi Kuu, usisahau mambo makuu ambayo Kristo anayafanya. Anaweka daraja takatifu la upale, anaweka sakramenti ya Ekaristi takatifu na anaweka amri mpya ya upendo. Hivi vyote tukivikumbatia pamoja, tukitembea navyo pamoja, tukivielewa pamoja, tutaonja neema ya siku hizi kuu tatu.